Mambo vipi wewe shabiki namba moja na mpenzi mfuatiliaji wa Global TV Online, karibu katika stori za town. Na leo katika stori za town, naomba tu niwe muungwana kwa kutimiza ahadi ambayo nilikuacha nayo ya kukuletea mwendelezo wa stori ambayo tuliijadili hapa hapa kwenye stori za town, kufuatia video chafu inayosambaa mitandaoni ikimwonyesha wakili maarufu Albert Msando akishikana kimahaba mahaba na video queen Gigy Money. Risasi Mchanganyiko ilimtafuta ili kuweza kujua undani na alipopatikana alifunguka kama ifuatavyo: Huyu unajua ameniposti, najua kwamba mi nilipost ile nikamsema kwamba alikumbuki idadi ya wanaume aliolala yeah. nao kwa yeye yeah. yeah. Ikumbe alikuwa ameweka kinyongo. Wewe ulimpostia hiyo lini? Nilipostia kama wiki ambayo na views kama arobaini na sita elfu hivi ndo akachoa jana sasa. Ile juu sasa alimtumia kuna binti mmoja alimtumia, ndo kama vile amsabu ya ligu yake ilikuwa kama vile wanataka kuja shoo, si na nyuma wamaliza shoo Moshi mm. na kijani basi ana halafu wakasasa hata hiyo aleisambaza hajasambaza siku nzima ambayo mtu angeweza kupata context ya nini kilichotokea, yaani anaweka tukie kipande ambacho ndiyo watu wanajiosa. Ehhe, yani yaani na nani ali alijifanya na ana anasho Moshi. Ehhe, ali- alikuwa anasho Moshi kwa uko mangombe kwa akataka kuja Arusha akadai kwamba kuna vitu sijui hivi tumake anataka kuja kufanya na nini na nini basi, ahh kwa ye alikuwa anasilian na we no aliokuwa anasiliana, lakini huyo dada aliokuwa naye mwingine ndiyo alikuwa anatumia timu yake ahh, okay. Ya, ya, yaani yani kwamba wakati anakuja Moshi alikuwa ako na mdada mwingine. Sasa yule mdada ndo akawa anasema kwamba anataka kuja Arusha kuna vitu anataka kuja kuvifanya, anakuambia wewe yes si ndio? Akaambia karibu yes. Eh. yeah, yeah, ni mshikaji wangu mm. Akaja akaja Arusha kwa hiyo kwani hii nani hii video ni ime, ime, nani, ni Arusha sio Moshi ni Arusha hiyo, ah same gate hmm. barabarani ambona barabarani maana kuna sehemu nyingine kana kama vile mko disco, amezunganisha kama, kama? kama mko debe hivi barabarani. Unafahamiana na wewe mtoto before? Hapana, yani hiyo ndio mara ya kwanza kumwona na ya mwisho. Uliwezaje nah, kumshawishi mzee mpaka ukaona vinjali mitaa ikulu barati Ilikuwa uh, ilikuwa iama saa moja hiiliana, lazima nikae ah, mpaka uh, nifunge uh, kwaoe na club kisha maliza. Sasa, simu iliyotumika ni ya kwake, sawa. Ah, nachukuaje klipu yake kutoka kwenye simu yake kwa sababu nilikuwa nimesha yumba, kwanza hatafikiria kama ataitumia au ataiweka aeeke kaie mtandao kutoka kwenye simu yake itfor me yaani, kuna vitu vingine tu vikubwa natakiwa nifanye kuliko ndo kuangaika na mtu ambaye akili zake anapigiwa mwenyewe, kuenda naye mahakamani fanya nini? Kwa sababu i don't have any defense for it kwamba wote tulikuwa ni kitu ambacho kimetokea, basi. Sasa kama sasa kama ni hivyo, nasive tu kuhusu wife. Hajaicheki naam, wife ameiona? Ah, lazima kwa jinsi ambavyo imeenda viral kaiona, ajarespondieke cause No, Shirazani ndo amekuwa sapota namba moja kwa sababu at least anajua haishinda mbali zaidi ya kuwa tu ni video basi, mm. kwa at least yeye amekuwa ni mwelewa na nini na ya obviously itakuwa imemsumbua kwa sababu atakuwa amenipigia sana simu na nini, unajua mm. kuna mambo ya wa watoto na wadogo zangu na mama angu, ya mm. na ndugu zake, sio jambo ambalo katika ile ya kawaida mtu anaweza kaisema kwamba halijamuuma. Sasa kwa kwa, kwa hiyo tu wenyewe ambayo imetoka sasa, wewe una, unaambia nini sasa tawa wateja wako nini wa jamii, wewe ulichokosa m mm? Kitege nilichopost kwenye page yangu. Sorry nasema ah, unaona ni no, kwenye page yangu ana labda unielekeze niende na tena nimepost ni, ni, ni, yangu ya Insta mm. yeah. Okay, ndo ndo mna ni. Kwani naweza nikachukua kama official statement ili kwenye insta? Wai check ya. Kwa faida ya mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Global TV Online ambaye pia ni mshabiki namba moja wa Stories za Town, naomba nikusomee kipande ambacho, yani post ambayo Albert Msando ameiposti katika ukurasa wake wa Instagram. Alianza kama ifuatavyo, nikikaa kimya nitakuwa mnafiki. Nimekosea, kilichotokea hakikupaswa kutokea. I will be, I will be a man enough and say sorry kwa wote ambao nimewakwaza na kuwaangusha. I'm so sorry, but the beauty of all this is we are all human. Kuna watu ambao wamekuwa wepesi kuhukumu, siwalaumu, ni sawa, ni haki yao. I made a stupid mistake I take full responsibility. Mwisho wa siku maisha lazima yaendelee, it could have been worse, and to all those who took time to text, I appreciate that friendship. Na Albert Msando kupitia ukurasa wake wa Instagram. Usiache pia kusubscribe, kulike na comment katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii ambapo Facebook na Instagram tunatumia Global Publishers; Twitter tunatumia Global Habari, na usiache kusubscribe katika YouTube channeli yetu ambayo tunatumia Global TV Online.